toe wito kwa wakuu wa taasisi uh, zote za kiserikali pamoja na uh, za binafsi uh, kuhakikisha kwamba taasisi zao zimejisajili. Hili ni jambo la muhimu sana, ni jambo la uzingatiaji wa sheria. Na heshima ya taasisi itajengwa endapo taasisi itakuwa imeonyesha commitment yake ya kwamba italinda hizi taarifa na kuhakikisha kwamba taarifa binafsi zinatumiwa kwa makusudi yaliyokusudiwa. Tuna taasisi zaidi ya laki moja na arobaini ambazo zinatakiwa kujisajili kwa Tanzania nzima e, na mpaka sasa tulishasajili ta, e, e, taasisi zaidi ya elfu mbili lakini za mkoa wa Mwanza mpaka tunakuja zilikuwa ishirini. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba zilikuwa bado ni, ni kidogo, na tunategemea baada ya hii elimu tutaendelea kujisajili na tunapoongelea taasisi hizi zaidi ya laki moja, maana yake taasisi zote ambazo zinakusanya na kuchakata taarifa zinatakiwa kujisajili, kuanzia loji, kuanzia nini, wanatakiwa kujisajili ili kuonyesha kwamba wateja wanahudumia inakuwa hivyo. Lakini kuna taasisi kubwa sasa ambazo zinaingia katika uchumi wa kidigitali ndio ambazo zimeshajisajili kwa haraka sana, ili kuweza kuendelea na utekelezaji wa majukumu yao. Na pengine e, ieleweke kwamba tulikuwa tumepewa mwisho wa kujisajili likuwa ni tarehe 30 Disemba kwa mwaka huu uliopita ulio na tumeongeza muda ili kuweza kupata nafasi ya kutoa elimu kwa zaidi kwa umma na kwa wakusanyaji na wachakataji, kuongeza spidi ya kuweza kujisajili. Mpaka mwisho itakuwa ni tarehe 30 eh, mwezi huu mwezi wa nne, mwaka ishirini na ishirini na tano. Na maana yake ni kwamba baada ya tarehe hiyo eh, yeyote yule atakayekuwa anakusanya na kuchakata hizi taarifa kwa ajili ya kutoa huduma yake atakuwa anatenda kosa kama atakuwa hajajisajili. Mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa michache e, ambayo imesajili watu kwa uchache sana mpaka sasa, na taasisi chache sana zimejisajili. Sasa e, tuliangalia na tukagundua shida iliyokuwepo ni swala la uelewa, na ndio maana kimkakati tumeweka mwanzo mwanzo kabisa ili tuje tuongee na wana Mwanza ili kuweza kuhakikisha kwamba basi taasisi zinazotoa huduma zao kidigitali na hatua ya mwisho hizo huduma zao zinawafikia watu na wanatumia taarifa za watu kwa ajili ya kuwahudumia zihakikishe zinajisajili ili kuweza kulinda faragha ya kila mtu. Lakini malalamiko ambayo tumekuwa tukiyapokea mpaka sasa, tushapokea malalamiko takriban sitini, na mengi ukiyaangalia katika necha yao eh, ni haya ambayo yana hali ya udhalilishaji. E, wananchi wanahitaji huduma ya mikopo. Kuna zile wanaita online lenders ama wakopeshaji wa mtandaoni, wana apps zao ambazo lazima upite hatua fulani ili uweze kupata huduma. Sasa unakuta katika hizo hizo stage unazopita, kuna sehemu yule mtumiaji ama anayehitaji huduma anaulizwa naturuhusu kutumia phone book yako. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakitiki pale, wanairuhusu ile app kutumia phone book yao, na wakati wa malipo sasa, yule mwenye mtoa huduma anapeleka meseji ya kumdhalilisha yule mhusika kwenye contact book yake yote. Kwa hiyo tumeona makosa mengi ya hivyo uh, lakini eh, tumeshirikiana na benki kuu ya Tanzania pamoja na mamlaka ya mawasiliano na vyombo vya ulinzi na usalama tumeweza kuzifuta usajili wake hizo taasisi zote ambazo zinafanya uhuni huo, lakini pia tunatoa wito sasa kwa watumiaji wewe mtumiaji, ukienda, lazima uwe, uwe makini na kile ambacho unaombwa, na pia tunashauri kwamba hizi huduma zinazohusu masuala ya fedha fedha ni taarifa nyeti. Sasa mambo ku, ku, ku, ya kupata huduma ya taarifa nyeti kwenye mitandao, hata muhusika hujamuona, kitaalam sisi tuna, tuna, tuna, tunashauri isifanyike hivyo kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi, kama wanahitaji huduma zenye zinahusisha taarifa nyeti wafike katika maeneo ya husika, wasifanye katika e, mitandao. Tume ipo kwa ajili ya kumsaidia muhusika wa taarifa. Muhusika wa taarifa ni mimi na wewe na mwananchi mwingine yeyote, akati anahitaji kupata huduma atatoa taarifa zake. Wewe ukitoa taarifa zako, ina maana wewe ndio muhusika wa zile taarifa, kwa sababu zinakutambulisha wewe. Kwa hiyo tume ipo kwa ajili ya kulinda maslahi ya yule mhusika wa taarifa. Kwa hiyo endapo itatokea ukabaini kwamba taarifa zako binafsi zimetumika vibaya na mtoa huduma X, tume ipo kwa ajili ya kukusaidia wewe kuweza kushughulikia lalamiko lako. Kwa hiyo usiogope kwamba labda mimi sina gharama za kumwajili mwanasheria ama sina gharama za kuendesha kesi hiyo, wala usiogope wewe, tu wasilisha lalamiko lako kupitia kwenye mfumo na tume itasimama na wewe bega kwa bega mpaka kupata haki yako.